Tukapa katika halmashauri ya wilaya ya Mvomero kwa ajili ya kuongea na wadau e, wa wilaya wa tasnia na maziwa, hasa kuangalia fursa zilizoko katika wilaya hii na changamoto zinazowakabili wadau wote walioko katika mnyororo wa thamani wa maziwa. Aa, huu ni kama nilivyotambulisha mradi wa maziwa ni mradi ambao e, serikali imekopa fedha kutoka kwa hisani kwa ajili ya kuendeleza au kuinua sekta ya maziwa. Huu mkopo wenyewe umetoka kwa wahisani wapatao sita, lakini wakiwa wanakuongozwa na mfuko wa kimataifa wa kuendeleza kilimo unaoitwa IFAD, ndio msimamizi mkuu e, wa, au wafadhili wengine. Na kama lengo lilivyo la mfuko wa kimataifa wa kilimo, IFAD unalenga zaidi kaya maskini au eh, wana, eh, wananchi wenye kipato cha chini hasa ambao wana, wanaishi vijijini na ndio maana wilaya ya Mvomero kwa sababu ina wafugaji ambao wako vijijini mradi huu umeweza kuwafikia, na huu ni mradi wa miaka kumi na unategemea kuzinufaisha kaya laki moja eh, na arobaini za wadau wote walio katika mnyororo wa tasnia ya maziwa na kati ya hizo kaya laki moja na arobaini. E, kipaumbele kiko katika zile kaya ambazo ziko nasema kama ni e, kaya ambazo ziko kwenye changamoto hasa ya umilikaji wa mali na, na kipato. Kwa hiyo zaidi kipaumbele kimepewa kwa kaya zinazoongozwa na wanawake asilimia arobaini, lakini kaya za vijana asilimia thelathini na kaya za watu wenye ulemavu wa asilimia tatu na zinazobaki asilimia ishirini na saba ya wanufaika wote ni kaya za watu mchanganyiko, naweza kawa kina baba lakini hata kina mama wakiongezeka, hao vijana, lakini yote ndio yanakamilisha asilimia moja za zile kaya laki moja na arobaini. Lakini sasa, kwa Mvomero ambao tumekuja leo, tunategemea kwa miaka kumi karibia kaya zipatazo elfu eh, nane zinufaike, na hiyo ni kama sasa hivi tuko mwaka wa kwanza huu mwaka wa kwanza kuanzia ambao unaisha eh, mwaka huu mwezi Juni tunategemea angalau kaya elfu moja na mia nane ishirini na tatu ziwe zimeshaingia kwenye mradi kuanza kunufaika pamoja na hizi huduma ambazo, kwenye mradi huu, ni mradi wa maziwa, lakini ambao umebeba huduma uh, nyingi, kwa sababu zitakuwepo huduma za kuboresha uh, mifugo, kwa sababu maziwa yanaanzia kwenye aina ya mbegu inayofugwa, lakini mazingira ya, uzal, ya chakula cha mifugo kama malisho. Mradi una pakeji ya mbegu bora na una elimu mzima ya uzalishaji wa malisho lakini una masuala ya maji kuhakikisha maji yanapatikana, sehemu zenye kuhitaji malambo, sehemu zenye kuhitaji visima, sehemu zenye kuhitaji kuvuna maji ngazi ya kaya. Lakini bado hata masuala ya afya ya mifugo, kuna masuala ya chanjo, kuna masuala ya uhimilishaji, kwa sababu nakuta wengine wafugaji, hata kama Mvomero sio wageni kwenye kufuga, watu wanafuga, lakini mwingine anahitaji kuboresha zile kosaafu alizonazo. Kwa hiyo kuna masuala ya uhimilishaji kwa kwa kutumia mbegu za kisasa ambazo nasema mbegu zilizochambuliwa au selected semen. Kwa hiyo ni mradi ambao umebeba vitu vingi, na kuwepo kwetu kwa leo kuongea na wadau ilikuwa ni katika hiyo kuweza kupata fursa na changamoto walizonazo, kuona ilikusudi e, serikali au mradi uweze kuona kwamba unaweza ukashirikian, ukashirikianaje na au wadau kuweza kuendeleza sekta ya maziwa. Tunategemea uzalishaji wa maziwa utakuwa mkubwa, kwa hiyo hata tunaunganisha na e, taasisi nyingine kama za wasindikaji lakini pia kuwekea mazingira ya eh, kuboresha vituo vya kusanyaji maziwa, lakini pia na kujenga vituo vingine kwenye maeneo yenye uhitaji. Kwa hiyo kwa kifupi, ni mradi ambao una mambo mengi na kama nilivyotaja Mvomero, lakini ni mradi huko katika wilaya ishirini na moja za Tanzania na mikoa nane ya Tanzania bara, lakini bado pia na mikoa mitano ya Zanzibar. Kwa ukiangalia, ni fursa pekee kwa na Mvomero kuona kwamba katika miko, e, mikoa nane na wilaya ishirini na moja za Tanzania, Tanzania bara wao wamepata bahati e, ya kuwemo. Ukiweza kuangalia ni halmashauri ngapi ambazo bado mradi kwa awamu ya kwanza ume, umeziacha. Lakini labda nitoe rai na wito kwa wanaMvomero kuchangamkia hii fursa ya ufugaji kwa sababu ni watu wengi wanahitaji lakini wameachwa, ila Mvomero imeangaliwa kwa jicho la pekee kwamba angalau mradi uanze katika halmashauri. Labda uh, huu mradi ni, kama nilivyosema, ni mradi wa miaka kumi, ni mradi ambao una gharimu takriban do, eh, dola za, kiman, za Kimarekani milioni mia mbili ishirini na tisa ambazo kwenye Tanzania shilingi karibia ni bilioni kama mia nne na kitu mifumo mikuu ya ufugaji katika wilaya yetu, wafugaji asilimia kubwa wanafuga mfumo wa huria na wachache kidogo wanafuga nusu huria, lakini wachache kabisa wanafuga ndani ambao ni wachache, ni wa kuhesabu. Halmashauri inakadiriwa kuwa na ng'ombe laki mbili na thelathini na tatu elfu mia nne arobaini na tisa lakini katika hili kundi tuna ng'ombe wa maziwa elfu kumi na tatu mia nane themanini na mbili. Wastani wa maziwa yanayozalishwa katika wilaya yetu kwa siku kwa siku ni lita elfu kumi na moja mia nne kumi na tano na kwa mwezi maziwa laki tatu lita laki tatu arobaini na nane na mia moja sabini. Hii inafanya jumla ya kwa mwaka maziwa kuwa milioni nne laki moja sabini na nane na arobaini na tatu hizi ni lita zinazozalishwa kwenye wilaya yetu kwa mwaka. Maziwa mengi kwenye wilaya yetu yanapatikana kipindi cha masika na wakati wa kiangazi maziwa yanakuwa ni machache, kwa sababu mara nyingi ikifika kiangazi, kwa sababu wafugaji wetu kwa asilimia kubwa ni jamii ya Kimasai, kwao ng'ombe zinakuwa wamezihamisha wamezipeleka sehemu nyingine, wanaita ronjo. Halmashauri ina vituo vya kukusanyia maziwa kumi na mbili ambavyo vipo katika kata za Dakawa, Rubungo, Mkindo na hivi vituo kwa sasa hivi vinavyofanya kazi ni vituo sita tu, kwa sababu ya ukosekanaji wa maziwa. Pia wilaya ina viwanda vidogo vya kusindika maziwa katika kata za Nyandira, ambako kule Nyandira wanasindika maziwa ya mbuzi na Mtibwa, kiwanda cha kati kipo kimoja katika kata ya Rubungu. Kwa majina naitwa Ana Alimasi. Nimetokea kijiji cha Sokoine kata Dakawa. Tukipata maziwa tunanufaika sisi wakina mama. Kwa sababu ukifundisha mama, ukiweka ukimwekesa mama kitu umewekesa jamii nzima. Kwa sababu mama hawezi kufanya jambo lolote bila kusaidia jamii au mtoto au mtu mwingine baki. Jambo la pili tunashukuru serikali ya Wizara ya Mifugo pamoja na sekta zake zote kutujia kama sisi wakina mama wakifugaji kwenye kwenye omu ni jambo la pili, tunataka tupate nani, mifugo au ng'ombe za maziwa tumiliki sisi wenyewe maswala na nyang'anya kuna kabisa ambayo tunaona, lakini kama wanawake ambao ni wajane anapata shida sana. Serikali akiona hiyo jambo itakuwa ni jambo la muhimu. Mimi ni mmoja wapo ya wajane na nimepitia mambo mengi kuhusiana na masuala ya ujane wangu, lakini namshukuru Mungu mpaka sasa hivi nipo na sasa nikamiliki mali zangu na nikaendesha katika familia yangu. Kwa jina naitwa Rasto Ndeuka nimetokea kata Diongoe. Ninashukuru nimekuja hapa kwa ajili ya huu mkutano project ya ya ya maziwa. Na kwanza tunashukuru sana kwamba serikali inafuatilia na inataka kuwezesha sekta ya maziwa iweze kuwa bora zaidi. Kwa hiyo, huu mradi umekuja wakati mwafaka na ni mradi sahihi kwa eneo letu la Mvomero. Hii e, hii project naona kwamba itasaidia sana na inaenda kuondoa tatizo kubwa la maziwa uzalishaji wa maziwa tangu processing ni tangu mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu huu ni wadau wote wanaohusika mnyororo mzima wa maziwa, kuanzia kulisha ng'ombe mpaka kuproses maziwa kwenda kuyauza sokoni. Itathibitisha kwamba tunapata e, maziwa ambayo ni bora, na pia kuongeza kipato kwa wale wanaofanya kazi kwenye mnyororo na waweze kufanya kwa faida. Ni shukuru sana na nina ushawishi mkubwa sana na nishukuru serikali na ushawishi mkubwa sana, the way walivyo format huu mradi, ninaona kwamba unaenda kufanya kazi kwa sababu wameushusha kwenye halmashauri, sio wizara inaenda kusimamia moja kwa moja. Wizara ina supervise, kwa hiyo inashusha kwenye mkoa, mkoa imeshusha kwenye nini, wilaya. Kwa hiyo halmashauri watafanya kazi na halmashauri ndo wanampeleka kwenye kata. Kwa hiyo ninaamini kwa ufuatiliaji huo Eh, huu mradi unaenda kufanikiwa na tutaufaidi. Kazi ni sisi ambao ni wadau wa wahusika tufuatilie kwa karibu na tutoe ushirikiano mkubwa kwenye huu mradi. Unahisi